Bandika makesi ndo wabanduaji wazuri wa hayo wa makaratasi yani, tutawabandua kila kasha mlilofunika. Kuna kasha wamefunika hapa, wamefunika pombe hapa, mpaka hapa tutabandua. Kuna kasha wamelibandika hapa, tutabandua lile na lile kasha waloliweka hapa, tutalibandua.

Anasema sijitokeze kafiri yoyote. <laughs> inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, anasema sisi wa Mwenyezi Mungu na hakika kwake tutarejea. <laughs> Na hawa wamerejea kwao Kiarabu na, na. Na, nataka nisikie sasa neno lako baada ya ushindi wa leo, mnakwenda um, kucheza pale nchini Nigeria, jinsi kama ambavyo nimekuambia hivyo, lakini nitakuta anzia pia nchini Al-Ahli utakuja kumaliza nao hapa hapa katika uwanja huu wa Amani Complex. Kwako matokeo ya leo yamekupa morali na kuamini kiasi gani kwamba Yanga msimu huu mnakwenda kufanya vizuri na kuwashangaza wale ambao tayari waliwakatia tamaa. Mimi nilikuwa nawashangaa sana watu ambao wametukatia sisi tamaa na sio watu ni wachambuzi ambao wali, wali so kwa walipandikiza agenda kwa watu. Yeah. Ni watu wanaotumika wanaotumika mia mia mia, mia mbili mm. l zinjaa za kulipa kodi nyumba ndo wamewajazajaza watu, lakini timu yetu sisi tuna quality player, dada yangu, hakuna timu yoyote Bongo, naweza kusema na Afrika, labda mm. kidogo naweza kutufananisha naye Ahali kidogo, al Ahali yenyewe Pakome. Ana nani anabisha? Sasa nionyeshe mchezaji wa Ahali mwenye uwezo wa Pakome naeka na milioni na mchambuzi yoyote, umeona memwona dumbi ya ndani leo kazima Rasine Kauma, leo kazima Musa Bara Konte, walioanzisha ajenda yake ya juu, kapewa dakika chache tu. Rasine Kauma kazima, mm. bila presha anazima mali kaza hapo kwenye Zimbwe junior

Unamzungumziaje ama mnamzungumziaje Pedro kocha ah! mpya wa Yanga Afrika. Kwanza tumwombee dua la maka makashe huyu mm. kocha aendelee kuifundisha Yanga, anajua eh, sana kusoma mchezo, tumuombee dua fulani la maka. Watu kwenye mbichwa yao yani wanajikutaga makocha atoke dube dube kocha mm. anambia mm. kocha atoke dube dube kocha. Sikiliza wewe, mimi namtoa ekuwa na muingiza Edimundi, basi ya kwanza tu ya kwanza tu katoa assist na yule aliyoomba mtondo kati ya chuma Ebu, Usko... e kazi za watu. Kazi za watu. Kwa hii inaonyesha maarifa eni kazi za watukazi za watu wewe hujasomea ukocho ukochachaa nani mama yangu, kila leo Mungu amuongoze. anaweza pata kazi nyingine sehemu nyingineendelea shughuli zake zake tunamtakia heri tu. Sisi tunalia na Pedro Gonçalves, hebu wananchi tutaje jina la kocha wetu Pedro Gonçalves. mzee wa sayansi, pila sayansia si tumejipata uwe anakusaka hivyo wewe hujui kama hao waliocheza leo ni Waarabu shekhe, nafahamu. Unajua hii sio jeketi Tanzania, mm. Watu walipata tabu na jeketi Tanzania mm. Hapa sisi tumetangana na Waarabu. Mimi nimependa kocha, kitendo cha kumwingiza Shabalala kwenye timu hiyo inajulisha kwamba ukocha ana uwezo kiasi gani, yaani maarifa yake ni makubwa namna ambavyo anausoma mchezo. Ujue mwalimu sio tu kufundisha, uangalie mchezo unavyoendelea utatue tatizo ili ufanikiwe kupata alama kile unachokitaka. Na unachokipata always ni ushindi. Kocha wetu sisi anajua sana kusoma mchezo. Hii sio mara ya kwanza anafanya sabu tunashinda. Bobo Boyeli juzi ujue katokea sabu ndio kaingia kambani mara mbili. Andre Bobo Boyeli. Na leo alikuwa anaongeza kamba nyingine. Sisi ukikaa, kama unawasikiza vizuri wachambuzi, kinachotuumiza sisi sasa. Wachambuzi wakisema Yanga, wanakwambia Yanga inabebwa na Pakome. Asifu huyu Pakome ni mkmc ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni au Pakome labda ni, ni, ni, ni mchezaji wa jeketi Tanzania. Pakome ni mwajiliwa wa Yanga. Jana nikuambie kitu, jana kulikuwa na mechi ya Alhilali na, na, na mc alja, alicheza sana Agirimugisha oh. wamempamba sana nimeona juaishi wa tanzania mpankia. leo nataka alivyovifanya Pakome nataka niangalie wataviposti watavichambua kupapanga unikate vipande hata hamsini Ukimkuta okay, amemzungumzia tena amevifanya zaidi yake okay, yeah. Mimi nimekwambia hivi, kiumbe anayejua mpira wa miguu, tuacheni usda, tumwandikie makala kama tunavyopenda, tunavyoandikia wengine. Pakome anajua, Pakome anajua wewe, anaofanya mpira papa wa Arabu anachanganyikiwa, anaenda huko, anarudi huko. Hii mbali na, kama itatokea makesi tulisema, Mayele anajua watu wakatukatalia, we saizi mayele kachukua tuzo ya mchezaji bora wa ndani Afrika, si ndio? amwezi mjimpole si ndio? ubishi ulikuwa hivi hivi. Ah, kamkumbe kamkumbe, eh, steka bora atacheza yanga chuma kile pale. Tukisema kama hakuna mshambuliaji aliyewahi kucheza katika alizi kumzidi mayele kipindi kile, amakata. Sasa tunarudia lingine hili, makiazizi kashaondoka, hakujawahi kutokea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 uyo mchezaji na Pakome tukaondoka na uyo mchezaji mwingine hayupo, iwe mamu wa shuli wala si nani, kamkumbe mkumbe wote ule mpaka 100 Pakome ndo mchezaji bora namba moja barani Afrika, namzidi. Kuna mtu anayebisha? Hakuna. Kuna mtu anayebisha? Hakuna. Kuna mtu anayebisha? Hakuna. barani Afrika na mzidi Muhamed Salah bali na liga mabingwa. Pakome na Muhamed Salah, Pakome anajua kuliko Muhamed Salah. Uongo kweli? Pakome na Saido Saido Mane, Pakome anajua kuliko Saido Mane. Kuna mtu anabisha? Saido Mane. Pakome na Lionel Messi, Pakome anajua kuliko Lionel Messi. Kuna mtu anabisha? na na na na Ronaldo Ronaldo Ronaldo Ronaldo ni ni ni ni sawa. sawa. sawa. Anaitwa Pakome. Eh, sawa. Ronaldo gani? Ronaldo Ronaldo Ronaldo Cristiano. Kisiam, <laughs> Fumau kuna, na Godi, kuna ligi kuu soka Tanzania Bara, tukiacha sasa hii ligi ya Mabingwa barani Afrika, mmecheza mechi tatu mnaongoza pale kwenye msimamo wa ligi, lakini eh, mechi dhidi ya Mbeya City ambayo mechi mliotoa sare yalizungumzwa maneno mengi pia lakini kwenye mechi dhidi ya KMC mkaji mkapata ushindi wa magoli manne kwa sifuri. Zimesalia mechi 27 kufikisha zile mechi 30 za msimu wa 25 26, mnaamini mnakwenda kuchukua taji la 32

Asante sana. Ialefo enu lazima mutateseka Wananchi, natoa tamko la kwanza. hey! Ukijiona ni mwana yanga hey! na umevuka maji kutoka sehemu yoyote hey! hauruhusiwi kuondoka katika visiwa vya Zanzibar na Unguja hey! mpaka mashindano yatamatike oh! Kuanzia leo hey! huu uwanja unaitwa New Guantanamo Bay Amani Stadium. Hapa <laughs> panaitwa New Guantanamo Guantanamo Bay Stadium. Stadium. Mepaelewa? Unajua maana ya Guantanamo? Yaani, mnavyoona hili ni gereza, kila gereza kuna magereza yale nayasikiasikia, ila kuna gereza linaitwa Guantanamo Guantanamo. Sasa hili ndiyo gereza letu. Yeyote anayejifanya muuni, yeyote anayejifanya mjeuli kwenye mpira wa miguu akija hapa Guantanamo, tutamfundisha tabia, lazima tumnyonge. Huyu wa leo kanyongwa, kama ambavyo watakuja kunyongwa Al-Ahli, kama ambavyo watakuja kunyongwa yule JS Kabili. Leo tumetoa somo, mmemwona kocha Kocha kausoma mchezo, kaangalia mapungufu ya timu yetu sekandi afu, kamuingiza Edmund Joni, kamtoa Selesti niyekua, hakuna hata mchambuzi mmoja akilini mwake aliiwaza iyo sabu, hakuna, hakuna. Wamekaa kwenye mitandao aftaimu, wanamposti Dube anazingua, mara anakosa magoli mara hili mara lile, si tukasema hakuna shida. Dube anaendelea kutwanga na kocha ataendelea kufundisha, kufundisha. Sekandafu sabu moja, yeah. Dudu, acha, nenda njoo mwanangu, Edmundi Joni yeah. Pasi ya kwanza tu asisti Prince Mpumelelo Dube, makofi kwake yeah. yeah. sasa yeah. Sema kocha anaendelea kutoa somo na sisi bado tunaendelea kulipokea somo lake. Hii ni Champions ligi, mmemuona Lasine Kouma leo katwanga mmemwona Musa Balakonte mliyokuwa mnamteta, manake mmemteta sana kisirisiri, na risiti zenu tunazo, wachambuzi kamkumbe, kamkumbe dio. Musa Balakonte kazima dio. leo dio. Lasine Kouma kazima leo na bado ataendelea kuzima dio, na michuano hii michuano ya msimu huu aisee, mimi niko tayari kuweka shingo leani, hatoki mtu hapa Nilo, hapa Guantanamo. hapa hatoki mtu, niko tayari kuweka shingo leani shingo leani yeah. Wantanamo atoki mtu atafungwa nini? <laughs> nini, kinakufa jeule. Natamani mwenyezi Mungu abariki ligi kuu Tanzania Bara, uwanja wa Zanzibar huu uwe uwanja wetu pia wa nyumbani nyumbanini hapa, wa Zanzibar nalitaka uwanja huu tutumie kwenye ligi kuu. President wa Yanga ana baya, tutakuwa sio mechi moja moja Hivi tunatoka so, KMC tunakuja kutwanga hapa mechi diyo zote uwanja unatupenda sisi tunaupenda. Nipe shahidi la Dube, kakati tunakaribia kuondoka Dube <laughs> <Dube. laughs>